Mtunis inaelezwa kwamba amechepuka, amechepuka kidogo na anatoka nje ya ndoa yake. Lakini cha kushangaza zaidi sasa ni kwamba huyo mtu mwenyewe ambaye anatoka naye, na mwenyewe pia ni msanii wa filamu, mtoto mrembo kwelikweli, mama watoto wawili, Batuli. Cha kushangaza sasa, tutaka kujua ukweli huo kwa upande wa Mtunis. Aliruka kwelikweli. Hebu msikie, msikie kwanza. Nani amekuambia kuwa mimi natoka na Batuli? Yule ana mtu wake, na mimi na ndoa yangu. Sikia, katika kipindi ambacho ndoa yangu ina amani ni hiki. Sitaki kabisa haya mambo, mtakuja kusababisha Batuli agombane na mumewe kisa mimi. Alisema kwa sauti ya juu kwa ukali kwelikweli. Sikia, subiri ku ni kushirikisha mshangazo ambao unanishangaza ni pale ambako tulizungumza na Batuli, wala akuumauma maneno, alijiachia tu akafunguka. Hmm, kwa nani akafungukaa Mm, right. <coughs> Lakini sikuridhika, nikambana zaidi. Huwezi kuamini ase, kumbe amewahi kuishi naye miaka minne. <coughs> meka nyuma kulikuwa pamoja muda mrefu, miaka minne. Huyu ndo Batuli, nafikiri umemsikia vizuri. Sasa sikiliza, anagongea msumari wa mwisho. Mimi siwezi kuongelea mengi kama, hata kama imekuwa hivyo, sio ajabu. Maisha yani yanaruhusu, yani kisheria, hata Mungu ananiruhusu kwa vyovyote vile hawa hawakuwa na mawasiliano. Kama hawakuwa mawasiliana wasingekuwa na majibu tofauti. Msimulizo wako ni mimi, Joseph Sharua.